na tuende nyumbani kwa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Leo mama kanisa anaadhimisha dominika ya mwisho ya mwaka wa kiriturujia mwaka C kipindi cha kawaida kwa kusherekea sikukuu ya Kristo Mfalme wa ulimwengu wote. Sherehe hii ni kilele cha safari yetu ya imani ya mwaka mzima. Baada ya kutembea na Kristo katika mafumbo ya maisha yake: kuzaliwa kwake, huduma yake, mateso yake, kifo, ufufuko na utukufu, leo kanisa linatangaza kwa sauti ya shangwe kwamba Yesu Kristo ndiye mfalme mkuu wa milele yote, na kwamba kwa ajili yake vitu vyote viliumbwa na vitarejeshwa. Sikukuu hii inatualika kutafakari ufalme wa Kristo si wa mabavu, bali ni wa upendo, haki, ukweli na amani. Kristo anatawala si kwa nguvu ya upanga, bali kwa nguvu ya msalaba na huruma. Tunaitwa si tu kumkiri Kristo kama mfalme wa ulimwengu, bali pia kama mfalme wa mioyo yetu familia zetu na maisha yetu kwa ujumla. Katika masomo yetu leo, yanatukumbusha kuwa Kristo ndiye aliyeanza na ndiye mwisho wa yote. Ufalme wake haupitwi na wakati, na kila anayetenda mapenzi ya Mungu anashiriki katika utawala wake wa milele. Mimi na wewe tunapaswa kujiuliza, je, Kristo ndiye kweli anatawala maisha yangu? Je, ninamruhusu mruhusu kuwa mfalme wa maamuzi yangu, maneno yangu na matendo yangu? Leo tukiwa na kanisa zima duniani kote, tuseme Kristo atawale, enzi na heshima na utukufu ni vyake milele. Karibu tusikilize tafakari hii pamoja, inayoletwa kwenu na Padri Faustin Rochungula kutoka jimbo kuu Katoliki la Tabora. Karibu tusikilize pamoja mpaka mwisho. Wapendwa wana taifa la Mungu, msifu Yesu Kristo. Tumekutana tena kushirikishana neno la Mungu na kuleteni tafakari hii, ikiwa ni ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu. Dominika ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme, kimsingi ni Dominika ya thelathini na nne ya mwaka wa kiliturujia na Dominika hii ya sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, ndiyo Dominika ya mwisho ya mwaka wa liturujia. Kumbe ni niukaribishe tuweze kushirikishana hili neno la Mungu, ni wakati naandaa mahubiri haya nimejitafakari sana nikasema pengine tuone nini maana ya neno hili mfalme wengi wetu wazee, pengine walio na umri mkubwa miaka sitini hamsini kule, neno hili linaweza likawa limezoeleka kwetu, lakini mfano kwa vijana, neno hili mfalme si neno ambalo kwanza linatumika sana, iwe katika habari, mitandao na kadhalika. Ni neno la, la zamani kidogo, kwa namna moja au nyingine. Hebu tujikumbushe e, neno mfalme. Mfalme ni mtu gani, au kwa maana nyingine ni kiongozi mwenye mamlaka ya kuongoza watu kundi kubwa, tena na inaweza ikawa taifa au hata zaidi ya taifa. Na katika historia ya ulimwengu huu, wafalme wamekuwa walinzi, waamuzi na viongozi wa ustawi wa mataifa yao, na miongoni mwa wafalme ambao tunaweza tukajikumbusha kidogo kwanza kutoka katika Biblia tuna mfalme Daudi wa Israeli ambaye alitawala takriban miaka 40, na utawala wake ulikuwa ni wa ushujaa kabisa na mwenye moyo wa ibada. Lakini vile vile, baada yake tunamkuta mfalme Sulemani, naye alitawala miaka takriban 40. Alikuwa maarufu kwa hekima na ujenzi wa hekalu la Yerusalemu kule lakini utawala wa Kiingereza umekuwa na wafalme wengi sana, wafalme wengi sana tangu ulipoundwa miaka mingi iliyopita, na kwa sasa hivi eh, tuna mfalme ambaye kwa sasa hivi ni Charles wa tatu, kiongozi wa kifalme wa sasa wa Uingereza. Lakini kwa mfano Hispania, kwa sasa tuna mfalme Felipe wa sita, kiongozi wa kifalme wa taifa la Hispania leo. Eh, lakini miaka kwa mfano elfu moja mia nane hamsini na sita mpaka elfu moja mia nane themanini na nne kulikuwa na mfalme Mtesa wa kwanza wa Uganda. Uganda walikuwa na mfalme pia Kabaka, au Ufaransa walishakuwa na wafalme pia wa kutosha. Hawa wafalme walisifika sana karne zilizopita, ila sasa nchi ambazo kama za Ulaya, hata Japani mfano pia, ufalme umebaki lakini ufalme hauna nguvu za kiutawala kwa sasa hivi kama ilivyokuwa zamani. E, wamebaki viongozi wa heshima wa mataifa yao, na wanaheshimika sana kwenye matukio ya kitaifa na kadhalika, wanakuwepo. Kwa hao walikuwa ni wafalme na walikuwa na nguvu. Kwa mfano ukichukua kama ufalme wa Uingereza ulikuwa unatawala nchi nyingi za ulimwengu, tawala a Uingereza yenyewe, tawala Afrika nchi nyingi ikiwemo Tanzania hii Ukienda kwa mfano India wametawala, Australia wametawala, Canada walikuwa na watawala, ulikuwa na ufalme wenye nguvu. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa tukirudi kwenye mada yetu, ku tafakari yetu, kwa nini Yesu Kristo anaitwa mfalme? Yesu anaitwa mfalme kwa sababu yeye ndiye mwana wa Mungu aliyekuja kuanzisha ufalme wa Mungu kuanzisha ufalme wa Mungu hapa duniani, na ufalme wake tofauti na ufalme wake ulimwengu. Ufalme wake ni wa, wa haki, ufalme wa amani, ukweli na upendo mm. Malaika alimwambia Maria kwamba Yesu na nanukuu, atamiliki juu ya nyumba ya Yakobo milele na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Luka sura ya kwanza aya 32 mpaka 33. Wakati wa mahojiano ya Yesu na Pilato, alipokuwa Yesu amekamatwa, Yesu alisema, "Nanuku, ufalme wangu si wa ulimwengu huu." Yohane 18:36. Hii inaimaanisha kwamba utawala wake si wa silaha wala mabavu bali ni wa kubadilisha mioyo vinginevyo wangelikuwa ni wasila na mabavu wafuasi wa Yesu, wafu, eh, Yesu wangeliweza kupambana na wale maaskari waliokuja eh, kumkamata Yesu. Kumbe Yesu Kristu ni mfalme kwa sababu kitu cha kwanza anatupatia ukombozi kupitia kifo chake msalabani. Wakolosai 1 13 mpaka 14. Namba mbili, Yesu Kristu ni mfalme kwa sababu anaongoza kwa upole na huduma eh, si kwa kutawala kwa nguvu Mathayo 20:28. Lakini namba tatu Yesu Kristo ni mfalme kwa sababu anawatawala katika ufalme wa milele ambao haupitwi na historia Ufunuo 19:16. Falme zote ambazo zimekwepo, zingine zimeisha kufa, na hizi zilizopo itafika mahali zitaisha, si kwamba zitakwepo milele lakini ufalme wa Yesu ni wa milele, ni wa upendo, ni wa huduma, ni wa huruma, na unatuletea ukombozi wa kiroho lakini na kimwili pia. Baada ya kuona huo utangulizi, hebu tuone historia fupi e, katekesi fupi ya sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Sherehe ya Yesu Kristo Mfalme wa ulimwengu ilianzishwa na Papa Pio wa 11 mwaka elfu moja miatisa ishirini na tano kwa waraka alioutoa uliokuwa unaitwa Quas Primas. Wakati huo dunia ilikuwa imejaa migogoro ya kisiasa, kushamiri kwa itikadi za mabavu, vita na kupungua kwa amani. Kanisa liliona hitaji la kukumbusha ulimwengu kwamba mamlaka ya kweli, amani ya kweli na tumaini la kweli vinapatikana kwa Kristo pekee, si kwa nguvu za kibinadamu, si kwa akili za kibinadamu. Kwa hiyo mwanzoni sherehe hii iliazimishwa jumapili ya mwisho wa Oktoba, lakini baada ya mageuzi ya kiliturujia ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa ikahamia Jumapili ya, ya mwisho ya mwaka wa Kanisa, ambayo mpaka sasa hivi tunaendelea nayo kama nilivyokwisha sema kwenye utangulizi, ikiashiria kuwa Yesu Kristo ndiyo mwisho wa historia na mfalme wa milele. Sasa twende kwenye tafakari masomo yetu ya leo. Somo la na kwanza linatoka waraka, aya, inatoka kitabu cha pili cha nabii Samweli sura ya tano aya ya kwanza mpaka ya tatu. Katika somo hili tunasoma ay, maneno yafuatayo. Daudi anakuwa mfalme wa Israeli na Yuda. Mm. Eh, nisome mistari mchache hapa. Kisha makabila yote ya Israeli walimwendea Daudi huko Hebroni na kumwambia, "Tazama sisi ni mwili na damu yako." Hapo awali Sauli alipokuwa mfalme wetu, wewe ndiye uliye waongoza wa Israeli vitani, na Mwenyezi Mungu aliku alikuambia, utakuwa mchungaji wa watu wangu Israeli na utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme Daudi huko Hebroni, naye akafanya agano nao mbele za Mwenyezi Mungu. Halafu wakampaka Daudi mafuta awe mfalme wa Israeli. Wazee hao wa Israeli wanamkiri kuwa mfalme wao huyo Daudi, si kwa sababu ya nguvu za kijeshi, bali kwa sababu waliona ndani yake mpango wa Mungu na hii inaashiria Yesu ambaye alikuja baadaye miaka mingi, kwa sababu Yesu ni wa uzao wa Daudi. Hmm, yeye ni wa uzao wa Daudi, Yesu mfalme aliyeahidiwa, aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu kuunganisha si taifa moja, bali ulimwengu wote. Kumbe kama Daudi alivyounganisha taifa la Israeli, Yesu anakuja kutuunganisha sisi familia zetu, wawe vijana, watu wazima, waamini wa wote na mataifa yote ya ulimwengu, wana ufalme mmoja wa Mungu. Kumbe ndivyo hiyo, huyo nabii Daudi alikuwa na, na, na, na, na, Dauda, na ashiria kitu kikubwa mbeleni. Lakini somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosayi, sura ya kwanza aya ya kumi na moja mpaka ishirini. Yesu Kristu ni mfalme wa milele na mkuu wa vitu vyote. Katika somo hili Mtume Paulo anatuchorea picha ya ajabu ya Yesu, anasema yeye ni picha ya Mungu asiyeonekana aliye juu ya vitu vyote, ndani yake vitu vyote vinashikamana, na ametupatanisha kwa damu ya msalaba, ametukomboa kwa damu yake msalabani. Hakuna mfalme yote duniani, si Daudi, si Sulemani, si mfalme Charles wa Uingereza, au mfalme Felipe kama nilivyosema wa, wa, wa Hispania anayeweza kuunganishwa na Yesu. Hakuna hata robo, hakuna hata moja ya mia moja, Mungu. Na ni kwa sababu ufalme wa Yesu si wa muda, ni wa milele, si wa mipaka kwamba anaishia hapa na hapa, si ufalme wa kisiasa, ni ufalme wa milele na wa kiroho. Kumbe leo waamini wengi ukiona wanaishi katika dunia yenye vishawishi vingi, na hizo naweza nikaziita falme za uongo. Tuna falme za uongo hapa duniani: ufalme wa pesa, kuna watu ambao pesa ndio mfalme wake, ufalme wa mitandao hii ya kijamii, ufalme wa anasa, ufalme wa siasa na ubinafsi, falme nyingi ziko hizo, falme za uongo lakini somo hili la pili linatukumbusha kuwa mwokozi wetu ndiye mfalme wa kweli. Kila pumzi, kila siku, kila baraka ziko mikononi mwa Kristo. Tumalizie tafakari yetu na somo la injili ambapo tunaona Yesu ni mfalme anayesamehe na kuokoa, Luka sura 23 aya 35 mpaka 43. Injili ya leo tunamuona Yesu yuko juu ya msalaba na juu ya, ya msalaba huo, ukiona msalaba yote kuna kibao e, chenye maandishi, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Ni kana kwamba dunia ilikuwa inamdhihaki, na sijui walioweka kibao hicho kama walipokiweka walikuwa wanajua maana yake mm. Lakini huo ndio ukweli, ushindi wa Yesu wa kweli Mfalme wa dunia anatawala kutoka kwenye kiti cha enzi, lakini Yesu anatawala kutoka msalabani. Na katika simulizi la Injili hii, ukisoma kusome mstari mmoja baada mwingine, kuna mwizi mmoja na mtukana Yesu, anasema jioli waokwa watu na wewe jiokoe. lakini mimi naye mpenda zaidi yule mwizi mwingine aliyesema, Yesu nikumbuke katika utawala wako Alimtambua Yesu kama mfalme pale katika mateso yake, na Yesu pale msalabani. Na Yesu anamjibu kwa sauti ya kifalme, leo utakuwa nami peponi. Huyu bwana alishinda mbingu kwa urahisi sana. Alifanya toba ya kweli, akamtambua Yesu ni mfalme, na akasema na, naomba unikumbuke. Kitu kizuri sana, alipata mbingu kwa urahisi kabisa, kwa dakika za mwisho kabla ya kufa kwake. Hapo ndipo tunapoona aina ya ufalme wa Yesu sasa. Ni ufalme wa huruma, si wa kisasi. Vinginevyo angelipiza kisasi kwa waliomkamata, na kimsingi asingeweza kumkamata. Ufalme wa msamaha, si wa hukumu. Ufalme wa mapendo, si mabavu. Ufalme wa uzima, si mauti. Na huu ndio ufalme tunaohitaji katika dunia ya leo iliyojaa chuki, migawanyiko, unyanyasaji, rushwa, vita na mambo mengine kama hayo. Lakini sasa tunapokaribia mwisho wa tafakari yetu, kwa nini tunaendelea kusherehekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo mfalme leo? Kwa sababu mazingira tangu mwaka 1925 pengine yamebadilika. Kwa nini? Ni wazi, ni kweli dunia imebadilika sana, lakini litaji la mwanadamu kwa mfalme wa kweli halijapungua. Na sababu kuu ni hizi: kwanza, kwa sababu dunia bado ina falme za uongo, zile nilizozigusia. Kama ilivyokuwa zamani, leo kuna mitazamo ya siasa kali, utamaduni wa umaarufu na pesa, teknolojia inayotuteka inayo mitandao, AI, artificial intelligence. Sasa ndio imekuja kwa spidi kali, makampuni makubwa Eh, yote yamewekeza huko hm? Vita, chuki, ubaguzi, vyote bado vipo hivyo. Kumbe sherehe hii ni tamko kwamba Yesu ndiye mfalme, si falme hizi za dunia nilizozitaja za uongo. Lakini namba mbili, kwa sababu Yesu bado anatupa amani ambayo dunia haiwezi kutoa. Yesu alisema Yohana 14:27, amani nawapa, si kama dunia itoavyo. Familia zetu, mataifa yetu vinahitaji amani hii ya Yesu Kristo Mfalme. Na wewe unayenisikiliza unahitaji amani ya Yesu Kristo Mfalme. Lakini kwa sababu Yesu anatuonyesha pia mfano wa uongozi wa kweli. Uongozi si kiburi, uongozi si nguvu, uongozi si utajiri, ni huduma na kujitoa. Kwa ulimwengu wa leo unaopungukiwa viongozi waadilifu, Yesu anatufundisha kuongoza kwa upendo. Na ulimwengu wetu umejaa majeraha, kuvunjika kwa familia, matatizo ya vijana, hofu, kushindwa, dhambi, lakini Kristo mfalme anatuita kama alivyomwambia mwizi pale msalabani, leo utakuwa nami. Yeye ni mfalme anayepokea, anayekumbatia, si mfalme anayefukuza. Tunapoadhimisha sherehe hii, tunatangaza kwamba safari yetu haimaliziki hapa duniani, inaishia kwa Mfalme Yesu aliye wa milele yote. Wapenzi wa Mungu, sherehe ya Yesu Kristo Mfalme ni ni mwaliko wa kujiuliza nani kweli anayatawala maisha yangu? Ni pesa, ni hasira, ni hasira, ni mitandao ni akili munemba yiza artificial intelligence, ni mabavu, ni elimu yangu, ni cheo changu, au ni Kristo? Leo tunapomkaribisha mfalme mfarume wetu katika meza ya Ekaristi, katika maisha yetu, tumuruhusu ayatawale maisha yetu, fikra zetu, mioyo yetu, familia zetu, ndoto zetu, maamuzi yetu, Kristo